Nichukue nafasi hii adhimu kabisa kukukaribisha katika episodi yetu mpya ya Wanangu Podcast. I am your host, Good Luck Joseph, aka Imani Joseph formerly known as the rap addict, nikukaribisha katika episodi yetu mpya kabisa ya 52 ya Wanangu Podcast. ye Yeah, so kama ndo mara ya kwanza unasikiliza Wanangu Podcast, first of all shout out to you kwa kuweza kutenga muda wako ambao ni adhimu kabisa kwa ajili ya kusikiliza Wanangu Podcast, lakini kwa wale my day one listeners shout out to you as well, kwa sababu tunafanya hii kazi kwa sababu tunajua kuna watu kama nyie ambao mnasikiliza kila episode ya Wanangu Podcast. Without further ado, nataka leo tuzungumzie mada ambayo si ngeni kwenye uh, podcast hii ya Wanangu Podcast ambayo ni inahusiana na mambo ya AI au artificial intelligence au kwa Kiswahili unaweza ukarifaa kwa maneno mawili. Ya kwanza ni artificial uh, ya kwanza ni akili bandia, lakini neno la pili ambalo linatumika ni akili mnemba. Na kwa wale ambao hawanatu wa idea kwamba akili bandia ni nini au akili mnemba ni nini, ni kwamba kwa miaka mingi sana kumekuwa kuna ushirikiano mzuri kati ya kompyuta na mwanadamu katika kufanya kazi. Binadamu anatumia kompyuta ambayo ni mashine ili msaidie au imrahisishie kufanya baadhi ya kazi, lakini kwenye mipaka ya ufanyaji wa kazi hiyo hizo, kumekuwa kuna mipaka kwamba kompyuta inaweza kafanya mpaka hapa na binadamu atafanya mpaka hapa lakini sasa inachokuja kutokea kwenye akili bandia ni kwamba kompyuta na yeye imewekewa akili bandia au uwezo ambao unaifanya iweze kuamua kama hivi, kama vile na yenyewe ina akili ya binadamu. Kwa hiyo idea inatokea hapa kwamba binadamu, akili yetu ndo original au ndo natural, lakini kompyuta inawekewa uwezo ambao unaitwa akili bandia ambao unaiwezesha yenyewe sasa kufanya baadhi ya maamuzi ambayo tulikuwa tunategemea binadamu peke yake. Na, na tumeona mambo mengi uh, na na, na robot, robot sio binadamu, japokuwa anakujibu as if kwamba naye ana uzoefu katika maisha as if kama anaelewa exactly kitu ambacho unamuuliza, kwa sababu anakupatia majibu ambayo we mwenyewe utashangaa, utasema huyu jamaa amejuaje haya mambo yote, lakini ndo tumefikia huko. Sasa binadamu internet ime, imekuepo kwa muda mrefu, lakini tumefikia sasa, kwenye, kwenye level za artificial intelligence ambayo unakuta kompyuta inakuwa na uwezo wa kufanya hivyo. Sasa hivi karibuni, kuanzia mwezi wa tatu, uh, mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano, kumekuwa kuna neno ambalo linazagaa sana kama u, huko YouTube unapenda kuangalia angalia mambo ya teknolojia na vitu kama hivyo, utakutana na neno linaitwa vibe coding. Eh, sasa vibe coding ni nini? Leo ndo nataka tuzungumzie kidogo kuhusiana na hii vibe coding, kwa sababu imekuwa kama ni mwendelezo wa uh, hayo mambo ambayo nimekuambia yalikuwa yamekuwa ya, yanatokea ya sana kutokana na uwepo wa AI, yani kwamba kama hapo uh, juzi kidogo kulikuwa kuna ukiingia kwa mfano mtandao wa, wa X, au zamani ulikuwa unafahamika kama Twitter tunaona kwa kuna picha fulani zinaitwa Ghibli style, yani unaweza uka, uka, ukaandika maneno fulani ikakuletea picha au ukaweka picha yako sawa, ikaibadilisha ikakub, ikakub, ile picha na kuiweka katika hiyo Ghibli style, ambayo ni, ni style ambayo nafikiri iko originated Japan huko. Kwa hiyo imefanya hivyo kwa, kwa kiwango kizuri sana, kiasi kwamba mpaka watu wakawa impressed na kikawa kama ni imeenda viral. Kwa hiyo kila mtu akawa anajaribu kwenda kwenye Chat GPT anachukua ya, picha yake anaiweka kule inayebadilisha inaweka katika hiyo Ghibli style. Sasa vitu kama hivyo vimekuwa ni vitu vya kawaida sana kwenye artificial intelligence, kwenye AI, vimekuwa ni vitu vya kawaida sana lakini, hivyo vitu vingi vimehusisha wale watu ambao ni, naweza kusema ni users wa kawaida kwa sababu kitu kama hicho ni mtu wa kawaida tu anaweza akachukua picha yake akaweka, okay, akafurahi picha yangu imebadilishwa, imewekwa kwenye Ghibli style, that's it. Lakini vibe coding, uh, inahusisha kitu ambacho kilikuwa kinafanywa na watu ambao wana skill fulani, watu ambao wana utaalamu fulani na hao watu tunaita developers ambao kazi yao kubwa ni kutengeneza hizi software, uh, kutengeneza application mbalimbali mbali. Si ndio? Sasa ili uweze kutengeneza software unatakiwa uwe na uwezo wa kucode na kitu inaitwa code au coding. Sasa coding ina, ina lugha yake kwa sababu kompyuta haizungumzi lugha kama ambayo sisi tunaizungumza, ambayo sisi tunaelewana labda Kiswahili au Kiingereza, si ndio? Kompyuta ina lugha yake ambayo ukiweka pale ukikomandi itaweza kufanya kile ambacho wewe unaielekeza ifanye. Sasa watu ambao wanatengeneza hizi software wanatumia lugha mbalimbali kwa mfano kuna Python, uh, kuna JavaScript. Hizi ni baadhi ya lugha ambazo wanazitumia ili kuweka kuweka hiyo kuipa computer command iweze kufanya kile kitu ambacho wao wanataka kuifanya, na mwisho wa siku ndo wanakuja ku develop hiyo software, ndio. Kwa hizo software zote ambazo tunazitumia kwenye kompyuta, kwenye maisha yetu ya kila siku, VLC, yani you name it, chochote kile ambacho tunakiona kama ni software lazima kuna developers, watu ambao walitengeneza hizo software uh, walifanya hiyo kazi ya coding mpaka baadaye kaja ikatokea hiyo software. Kwa hiyo ni skill au ni ujuzi ambao mtu anatakiwa awe nao, lakini baada ya kujifunza muda mrefu sana na kuijua kujua uh, ukuujua, ufundi huo, kwa sababu sio kitu cha kujifunza siku moja na ukamaliza. Ndio kwa hiyo coding ni kitu cha muhimu sana especially kwenye hii digital age au kwenye information age ambayo tunaishi sasa hivi. Sasa kutokana na hiyo AI imekuja na kitu cha ajabu ambacho inaitwa vibe coding, ambapo sasa hivi sasa badala ya mtu kukaa wiki nzima au mwezi mzima akiandika hizo code ili kuweza ku develop software, AI ina uwezo wa kufanya hicho kitu ndani ya sekunde kadhaa. Yani kwamba tena uhitaji kujua hizo language ambazo nimekutajia hapo, Python sijui javascript, au uhitaji kujua hizo zote. Unachotaka wewe kujua ni kwamba una vibe gani kutengeneza kitu gani. Umeona sasa, kuna watu ambao wameshatengeneza games. Mpaka sasa hivi mtu anaingia kwenye AI anaandika in plain English, katika English ya kawaida tu, sio Python, sio hizo programming language hapana, lugha ya kawaida tu, kwamba bwana, mimi nataka nitengeneze game ambayo ina kitu hiki na hiki na hiki na hiki, na AI inaweza kutengenezea hizo code, baadaye na hizo code zikafunction vizuri na ukapata software yako pale vizuri, watu wakacheza game, ukaanza kucheza na watu game online, watu wakalipia na vitu kama hivyo. Kwa hivyo ni vitu ambavyo vimetokea kwenye kwenye kwenye ulimwengu wa huu ambao tunaishi sasa hivi, sio movie, sio nini. Kwa hiyo AI sasa imefikia huko uh, kwamba hata watu ambao walikuwa wanatumia nguvu nyingi kuweza kusoma mambo ya coding ili waweze kuiva na kuweza kutengeneza coding sasa wameingiliwa huko. Sasa ndio hiyo mipaka ambayo nilikuwa naisema kwamba kuna mipaka ambayo ilikuwepo kwamba kompyuta inaweza akafanya hiki na binadamu anaweza akafanya hiki. Sasa unaona AI ina ina, ina blur huo mpaka kiasi, yes, kwamba kompyuta inakuwa na uwezo wa kufanya mambo makubwa na mambo ambayo tulikuwa na expect kwamba binadamu na sio tu binadamu ni binadamu mwenye utaalamu wa kitu fulani aweze kuyafanya, lakini unaona kompyuta inaweza akafanya ika, ika, ikafanya kwa sekunde tu na jambo likaenda kama ambavyo yenye imetaka liende. Kwa hiyo vibe coding kwa kifupi ni hicho, ni kwamba sio kwamba unajua coding, uwe unajua coding sawa, is a plus, lakini kama ujui coding unaweza kutumia lugha ya kawaida tu ukaiambia AI, ukaiambia artificial intelligence, ukaiambia akilibandia, bwana mimi e, sasa hivi nataka kutengeneza let's say labda software aina fulani iwe inafanya kazi moja, mbili, tatu, nne, tano. Unakuwa specific unaiambia, alafu yenyewe inakutengenezea ina code inakutengenezea code and then unachukua hiyo code unatengeneza pro inakutengenezea code mpaka project kabisa. Kwa hiyo unachokufanya yani, kazi inakuwa imeisha hapo ndugu yangu, unaondoka na mali safi kabisa ambayo unaweza uka uka, uka, uza vile vile, umeona? Kwa hiyo dunia hii tumefikia hapo sasa hivi, na kwa wale watu ambao wanajifunza coding, wale watu ambao wanajua jinsi gani coding ilivyokuwa ngumu ya, nafikiri kwa upande wao itakuwa ni si habari nzuri sana kwa sababu hakuta mtu ametumia miaka miaka na miaka kuweza kujifunza kitu kama hiki, lakini haya maendeleo ya, ya kiteknolojia yanafanya kiwe ni kitu ambacho mtu yoyote yule anaweza akakifanya. Mona, kwa hiyo e ai bado mpya sana, na hatujui madhara ya, ya mwisho wa siku ya, ya kitu kama hiki ni nini? a watu ambao wamewekeza nguvu zao kuweza kusoma vitu kama hivyo, uh, itakuwaje hatima yao ni nini? Na maana ndo wanapoteza kazi, yaani maana ndo watakosa nguvu kabisa ya kufanya chochote kile, umeona. Kwa hiyo bado ni kitu kipya, kwa hiyo hatujui mwisho wake uko vipi, lakini nataka ni share na wewe tu kuhusiana na vibe coding kwa sababu nimeona ni neno ambalo naliona mara kwa mara, especially kwenye YouTube kwa watu kwenye zile channels ambazo uh, wanapenda kuzungumzia mambo ya teknolojia. Ni neno ambalo limekuwa linajirudia mara kwa mara, na mara ikasema inabidi ni share na ndugu zangu wa Wanangu Podcast ili waweze kujua kwamba kuna kitu kama hiki vibe coding. Na kama mtu ambaye atakuwa interesting, za, interested zaidi kukifuatilia basi hatakichimba yeye mwenyewe. Lakini kiundani ni kwamba tu sasa hivi unaweza kutumia AI kuweza kuandika code, sio tu kuandika code na kutengeneza mpaka project na kila kitu. Yani unakuwa unatoka na software yako ambayo unaweza vile vilevile ukaiuza ukai ukaafanyia biashara kwa namna ambayo unataka kuifanyia, kwa sababu ni vibe yako wewe, ndio umeweza kutengeneza hiyo kodi ambayo inaenda kutengeneza hiyo software kwa well, hiyo that's it. Mpaka kufikia hapo tunakuwa tumefikia mwisho wa episode yetu ya hamsini na mbili ya Wanangu Podcast. Mimi ni hosti wako Good Luck Joseph aka Imani Joseph formerly known as the Rap Addict. Uh, kama unapenda kusapoti wanangu podcast, unaweza kusapoti kwa njia nyingi sana. Unaweza ukasapoti kwa kushare hiyo link ambayo hu wana share ambayo ina sehemu zote ambazo wanangu podcast inapatikana kuanzia Apple podcast, kuanzia Spotify, YouTube na sehemu nyinginezo. Lakini vilevile unaweza unaeza share kupitia word of mouth, wambie mwanao aingie wa kwenye sehemu hizo, search wanangu podcast ili aweze kutana na content ambayo wewe unapenda kuisikiliza, au sio? Kwa hiyo, till next time, peace.